Ebana yes, kama kawaida bana e, ni sauti ya bingwa wa madraft bingwa wa madrafti e, bingwa wa madrafti jue wa, wa kucheza na Dalmax bana katika hii nchi yetu, bingwa ambayo ana uwezo wa kucheza na Dalmax na, na kufunga kipigo cha mbwamwizi e, aseni yabapi peke yangu Moto nampitisha e, na kwenye moto e, napiga, nitapiga miguu ya kigeni, sitapiga miguu ile ambayo kila kila watu wanapiga. Mi nitapiga miguu e, ya tofauti kidogo e, na inaweza kasiya tofauti, ila nitapiga finishing za tofauti maana mmezoea finishing zenu wenyewe ambazo mliandikiwa tayari na mabingwa wale wakina Mangwelele. Sasa mimi leo nakuja na finishing tofauti, nitapiga finishing tofauti, nitanyanyuka na miguu tofauti hey, ili kuonyesha kuwa bingwa nimechafukwa roho hey, na mi ndo bingwa ambaye na uwezo wa kucheza na Dalmax Tanzania, sijui nanipata na kumfunga kipigo e, cha mbwa ndezi. Sijui unalipata hapo e? Sijui unalipata hii, unakula, sijui unalipata hapo, unalipata e, hapo. Hii unatoka na mguu wapa. Bingwa, bingwa bingwa eh, bana, mi huyu Dalmax nampitisha kwenye moto, nampitisha kwenye moto, nampitisha kwenye moto, nampitisha kwenye moto eh! Oho ni kula, kula kula udongo, sio wangu. Bwana, hiyo ni mitembeo ya champion hey, ametema ubongo bwana, ametema ubongo. Angenda hivi hivi ni msho ma wonders, msho ma wonders. Angenda hivi hivi ninge mbiliti mimi. Mi ndo bingwa mwenye uwezo wa kumfunga Dalmax, kipigo cha mbwa mwizi, kipigo cha mbwa mwizi. Sema kipigo cha mbwa ndezi tema, tema dawa. Hivi ukiona umefikia level hiyo, basi wewe ni bingwa kama mimi. E yale, unambananisha Dalmax, mwisho wa siku, anakuwa na tema, tema, dawa sasa. Hapa tula wanaogopaga, matulatula unaogopaga kwenda, unatembea leo. Jamani, nimetoa ni, ni, ni angalizo kabisa kuwa kwa nitapiga miguu ya kigeni kwa hiyo kama una pressure, eh, kama una pressure eh, usiangalie hili draft kwa sababu napiga miguu ya kigeni. Eh, kama una pressure, natoa angalizo, kama una pressure, usiangalie draft kwa sababu ntapiga miguu mingi sana ya kigeni sana sana sana navyosema na hivyo namaanisha, namaanisha jamana, kama una presha ile draft usiangalie eh, kwa sababu nitapiga mii mingi sana ya kigeni, nikapige, nikapige, nikapige, udambu udambu mwingi sana u jamana, hadi hapa asilimia mia nane ni, ni chuma <laughs> dawa. Eh, Dalmax wene ndo uyu apo cheke inachomfanyia k kama si ala ni kama si ala ni vuta mkuu yatu kwanza bana, mi ndo bingwa mwenye uwezo wa kumfunga Dalmax si, teje sijui mchezo wote ule eh, bana. Kama hii imeisha, nashukuru ni sana jamani, endelea kunifuatilia ili uweze kumuona ila, kama una huruma sana na Dalmax usindie kuniangalia hapa. Kama unamuonea sana huruma Dalmax usinifuatilie, usi kabisa, kwa sababu utajisikia vibaya, ntakukwaza.